Na ripoti kutokea hapa katika dimba la Benjamin William Mkapa mahali ambako klabu ya soka Young Africans inakwenda kutafuta tiketi ya kufuzu michuano ya kombe la klabu bingwa barani Afrika. Mkondo wa kwanza Young Africans alipoteza kwa jumla ya bao moja ya kwa sifuri, hii leo anatafuta goli mbili katika dimba la Benjamin William Mkapa aweze kujihakikishia safari ya kuelekea hatua ya makundi ya michuano ya klabu bingwa barani Afrika. Mimi niko na Mnandi JR kuwa nami sako tubako kwanzia mwanzo mpaka pale tamati nitakapokuwa nikihitimisha mahojiano yangu haya siku ya leo katika dimba la Benjamin William Mkapa, uko poa mwanangu? Ah, bwana mimi niko freshi mm. Niko poa kama unavyoniona. Mapema niko hapa Benjamin Mkapa kuja kuona hao wanaoingizwa bule wanakuja kwa wingi ama wameona noma watakuja wachache, lakini mpaka muda huu watu wamejitokeza kwa wingi, wanaendelea kuja na saizi, nadhani saa kumi na mbili asubuhi, watu mapema sana, wamekunywa uji, wamekunywa supu. Lakini nabiliani pia waloliahidi wanalitaka liwepo, nitaletwa baadaye na watakula, lakini wamesema watakula baada ya gemu kutamatika. Sasa kama gemu ikienda vibaya, maana hilo biliani watalila watu wengine, hilo wanaweza kala mateja wao, kaliache hiyo kama gemu itaenda vibaya, hilo biliani waloliomba kwamba waje wale baada ya gemu wanaweza wakalisahau ile wasile watakula mateja. Eh, bwana usipende vya bure bure utauponza. Eh, wanasema wanauponza moyo, sio moyo, watu wamezunguka mbuyu. Eh, sio moyo, watu hapo wamezunguka mbuyu. Eh, kuna kitu wamekizungumzia utakiponza. Usipende bure bure, stale yote lazima utumie pesa. Mm. Asa we, kila kitu kitonga. Hapo, unaomba, unaomba lift, utakupigwa na honi. Yaani kiingilio bure, unataka na biliani ule bure. Yaani kila kitu bure. Yaani umekuwa msiba huo. Mpaka muombe bure bure. Asa wao waingie hapo akafagia uwanja, kesho sasa, watu ndo waje kuona burudani. Starehe ni kesho, hakuna starehe ya bure leo. Ni bonanza hilo, watu wanaingia bure. Hilo hilo hilo, bonanza hamna hilo bonanza la watoto wa vio leo eh. Sasa kwenye bonanza kuna kiingilio hiyo, mm. Bure. Kwa hiyo nenda hapo, karuke ruke, utakula biriani baadaye, watatoka kwa kama kikubwa. Naomba tu waingie kwa tahadhari, kwa sababu hawa msingizini watacheza kesho hapa Benjamin Mkapa. Tunataka hapa wamalize mazingira vizuri, ili waje wasinzie, ili Benjamin Mkapa kesho awe vizuri, tuwanyooshe kwamba hapa ndo machinjioni, lakini wakishindwa kufanya usafi vizuri uh... Tanzania inawakilishwa na vilabu vinne kla moja tayari imekisha wenda hatua ya makundi ni Azam Football Club jana ime... kushinda zaidi ya goli leo. leo hakuna usin utakuepo akisio goli sabahasa walewalioshinda goli saba, si mtoto wa mjomba na mtoto wa shangazi eh? wale wametoka taifa gani? Yeye ndo hao ambao mnawashinda wale waliwafunga goli saba wametoka taifa gani? si mtoto wa mjomba na mtoto wa shangazi? Meli za Baleza zote ziko Zanzibar. Hoteli za kifahari zenye thamani kubwa zote ziko Zanzibar. Alafu leo hii ushindwe kupata matokeo ya kutosha. Wangewafunga timu kutoka nje, nikishindwa kuwafunga goli saba. Wakafunga goli mbili kule wakaja wakafunga zile zile hapa nyumbani. Tapo wakashindwa kuwafunga goli saba kwenye mechi mbili. Lakini hao mechi mbili wamekula chuma tisa. Wamechukua hela mama hapa milioni 45 jana wanakabidhiwa. Sasa hiyo milioni milioni 45 wataenda kuitema kwenye makundi. Kwenye? Hii milioni 45 hii walioosha nyota kwa sababu wamefanya sherehe jana wamecheza muziki mpaka asubuhi. Wanasherehekea makundi. Ah, makundi sio ya nyanya, sio ya vikoba. So, ya kausha damu. Haya ni makundi ya shirikisho barani Afrika. Unaenda kukutana na watu wenye levo tofauti na KMKM, levo tofauti na wale kutoka Sudan Kusini. Wajiandae kutia maji nywele zao. Wamzao na Mungu waliingia makundi, walivyoingia mangundi wakambulia pointi moja. Kwa hiyo wajiandae, wajiandae kushenyewa na timu, kisa amemfunga KMKM goli tisa. Au mwende away kule sio goli tisa, wajiandae kufungwa wao hizo goli na watazalisha mapema makundi kimataifa watakuwa ujipange kisawa sawa, usiende tu kwamba nimempiga mtoto wa mjomba mtoto wa shangazi nitaenda kuchukua tena hela ya mama kule, hela ya mama inaongezeka, lakini unawezekana wakaikosa. Sawa, wajipange sawa sawa, tumewakaribisha kiumeni, maana mashindano hayo ya wanaume sio ya wavulana. Sasa wavulana wameingia kwenye mashindano ya wanaume, tunawaambia Azam FC jipangeni kisawa sawa, hakuhitaji ilele mama. Na watani zangu, nawaomba leo hii mashabiki hapa bure, maana hapa leo wanafunzi leo wapo Mwanafunzi hawezi kutoa fitano yake kuja kuangalia mpira asende kula vitoga kule shuleni. Ninachokiamini hao wote leo ndio mashindano yao. Leo wataingia hapa, watafagia uwanja kesho. Shughuli ya, ya wanaume kesho inapigwa Benjamin Mkapa, hakuna kijana mwingine yeyote atakuwepo kesho. Kesho, bila kiingilio usikanyage rupaso, kama una kiingilio kesho sawa, mwisho kule makaburini Chang'ombe, sawa ndio mwisho, na huko mwisho Keko, usisogee kabisa hapa Benjamin Mkapa, kesho ni siku ya kutumia pesa kesho ni siku ya starehe, lakini kama unahitaji bonanza wahi mapema. Saa hizi ndizi na pilipili mapema, mageti yako wazi hapa sawa, hapa mpaka kima anaingia. Leo hawazuili, unamzuia sibule? Tiketi sizishalipiwa, anaenda kuangalia mpira, kwa sababu kwenye mkeka pale, timu mechi inaonekana pale, Young Africans dhidi ya Silver ipo pale, lakini viingilio vyote watu washalipa, wewe uingizwe bure hapo. Kwa hiyo hata kima leo anaingizwa bure. Kwa hiyo ninachokiamini mimi binafsi ni leo ni siku ya bonanza, ni siku ya kufagia uwanja kuelekea shughuli kesho, guli, kesho. Leo vibenibati vyote viko hapa, matarumbeta yote leo yako hapa, ila kesho ndio shughuli yenyewe. Lakini naomba nipeleke ujumbe kwa mawakala wetu wa NCAD ambaye ndio wanatufanya sisi tuje kuenjoy kesho hapa. Tumeona kuna ukakasi kidogo kwenye mtandao, mechi iliyowekwa kwa mbele pale imepewa uzito ni nyuma mwiko zidi ya Silva ama cheni ama stretch mbili za ligi, lakini mechi ya Simba na mechi ya Singida mkeka wao pale hauonekani, wameweka kwenye, kwenye namba tano yani kwenye nadharia namba tano nazahidi, na zaidi na maana, mtu mpaka aingie pale ndo aione mechi ya simba ndo aione mechi ya singida ambayo inapigwa saa moja usiku. Kwa hiyo huu mfumo, nimepigiwa simu na watu zaidi ya ishirini wanasema kwamba mechi ya simba hawaioni mtandaoni. Kwa hiyo tunaomba watu wa end card mlishughulikie jambo kwa wakati, ili wanasimba wenye mpira wao wenye mashindano yao barani Afrika, wanahitaji kumaliza tiketi kabla ya kesho asubuhi. Sasa mkiwa mnaweka kwenye mabano, watu wanajua tiketi zimeisha. Kwa hiyo tunaomba end card mufungue mfumo muweke mkeka. Simba wewe umenyooka, usiwe na kona kona kuweka na nazaria kushinda na njao au kushinda na nini mchezo wa leo? Akushinda, inawezekana unaweza ukashinda lakini usifuzu. Mbona u... mashindano ayo alivyokuwa na mambo ya ajabu, yeah. Yaani unaweza ukashinda lakini usifuzu kwa sababu hapa hakuna point hapa home and away unaangalia, ulimpiga mtu kipigo cha aina gani, huko shinda mbili kule nyuamani Zanzibar jana, akampiga mtu goli saba Sawa, kampiga wiki, kajumlisha na ile goli tisa jumla, akaingia makundi kebabe, na akafanya sherehe. Sawa, wao wafuzu, watakuwa washinde mbili bila <laughs> eh? sawa eh? Washinde tatu moja nne mbili nne nne moja hiyo, yao, yao, ya atachimbika na jana, kabla ya kupiga tizi hapo dakika kumi na tano wanafanya kikao, hasa tujajua kile kikao cha harusi kile kikao cha kujadili kwamba maturubai watakodi wapi masufuria sijajua, lakini wamekaa dakika 15, na kabla ya kuanza kufanya aake wamekuja kikazi, watani zetu, tunaomba hii ni Oktoba. Oktoba inasemekana tunatiki na nyie, ndio timu ya wananchi, mkishindwa kutiki hapa maana yake mtakuwa takua mmeshalizalilisha taifa la Tanzania. Fanyeni kila mnaloliweza, kuhakikisha leo mnafanyaje? Mnatiki, msiposhindwa kutiki. Sisi wenye mpira wetu sasa, wenye heshima yake kwenye taifa hili. Kesho sote tutakuja kufanya maangamizi hapa. Matatu kashinda goli tatu, kaonyesha kipuli, kashindwa kushangilia. Sasa akionyesha tatu, itakuwaje? Wewe, wewe, unaamini kwamba ile kauli ya Ahmed Ally ambayo hata Alikamwe alishaye kusema kwamba anafuzu mtu mmoja msimu uliopita. Na kweli Simba ndio kabaki yule, huyo kaenda mpaka fainali. Kwa hiyo msimu huu kasema kwamba wanaenda watu wangapi? Kasema wawili. Sasa kwenye wawili inawezekana Azamu tayari kashatangulia. Huyo mwingine nani? Hiyo ndo ananado hiyo. Mwenye kupata apate na mwenye kukosa akose. Kwa hiyo tutajua ni nani mwenye kupata. Wa leo Juma. Akienda kwa mfano sasa ameenda Yanga. Ameenda wapi? Ameenda Yanga. Sokoni au? Au anaenda wapi? Anaenda sokoni au anaenda wapi? Kikubwa, mimi niwaambie tu wana nafasi kubwa ya kuqualify kwenda makundi. Lakini wasiingie hapa kwa sababu mashabiki bure basi watapata matokeo. Pale hachezi mshabiki ba. Pale hachezi nani? Mshabiki na wala hachezi injinia, wala hachezi pale Alikamwe wala mzee mpili pa pale, watakaocheza ni wachezaji 11 kwa 11, vikosi vya pande zote mbili, wanaume 22 ndio wanamenyana pale. Lakini mshabiki usiseme atavojaza uwanja ndio ataenda kumfunga nani? Silva, Silva labda kumfunga kwake, wakapaki basi, wajae wote uwanjani, kila mmoja achukue mpira afunge na mikono. Lakini nachokiamini mimi, wapambane kwa jasho la damu na kupata matokeo. Ngoja angalia, na uwasiwasi na huyu Mabedi, na uwasiwasi mkubwa na huyu Mabedi akamfukuzisha injini ya Tanzania Mabedi ni ana vinasaba na Malawi, ametoka Malawi akiangalia akakabiziwa timu, hata wiki hajamaliza. Maanake anaweza akaweka mgongo ndugu zake wakafuzu, halafu akatafuta sehemu kusimamia kwamba mimi timu sijakaa naye muda mrefu. Ili wawe na tahadhari nalo kwa sababu Mabedi sio najua ni vitanda vitanda kutoka Malawi, vinawezekana vitanda hivi vikamsafirisha Mtanzania kuhama nchi yake kwenda nchi nyingine, na mashaka makubwa. Ananisikitikia, ananisikitikia, ila nimetoa tahadhari.